Naomba tufungue Petro wa kwanza mbili tisa. Anasema bali nini ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Sema watu wa milki ya Mungu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Haleluya! anasema bali ninyi ni mzao mteule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa mengi ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ni kweli kabisa, sote katika wingi wetu tulikuwa katika falme za giza lakini kwa sababu yeye Yesu yeye Mungu alitupenda akatutoa kunakofame zile za giza akatuingiza katika ufalme wake. Mshangilie bona, kama wewe mmoja wao waliookoka. Wote wametolewa kwenye ufalme wa giza, wameingizwa kwenye ufalme wa mwana pekee yake, ambao ndio ufalme wakea. Haleluya. Anasema ni watu wa miliki ya Mungu. Maanake wewe uliyeketi mahali hapa unamilikiwa na Mungu, unamilikiwa na Mungu, na kwa sababu Mungu anakumiliki vilivyo vyake, na kwa sababu wewe ni mtoto wake, na wewe unamiliki vilivyo vya kwake. Sema haleluya, sema haleluya. Mungu wetu anamiliki nini? Nanawezakuna tamka eh? vyote lakini, ukiingia kwenye ufalme wake kuna vitu ambavyo unamiliki, lakini kuna vitu ambavyo vinakuwa chini ya mamlaka ya. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Ukiwa kwenye miliki yake, yapo yale mambo mazuri ambayo unatamani kumiliki, hayo yanakuwa katika miliki yako, lakini yapo yale mambo ambayo unatakiwa uyatiishe chini yako, hayo yanakaa yanakaa chini yako ili mradi uko kwenye ule ufalme. Sema haleluya. Sema mimi ni mwana wa ufalme. Sema mimi ni mwana wa ufalme. Sema mimi ni mwana wa ufalme. Anasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. <laughs> mtoke wapi? mtoke wapi? Wangapi wanaamini wameshatoka gizani? Nyosha tu, ushatoka. Wangapi wanaamini wameshotoka gizani? Wangapi wanaamini kwamba wako katika nuru yake ya ajabu? <laughs> Nuru yake ya ajabu, sio nuru ya kawaida. Sio kama nuru ulizoziwa kuziona. Sio kama nuru unazozifahamu. Lakini nuru yake ni ya ajabu. Sema nuru yake ni ya ajabu. Na kama hiyo nuru wewe uko kwake. Manaake naonekana kama kio. Sema haleluya. Hivi ukiwa ndani kwako, umefungua madirisha na mapazi yote, alafu ni usiku, alafu umefungua, umewasha taa, wanaopita kwa nje wanakuona, hawakuona? Haleluya, haleluya. Anasema mstari wa kumi nini, mliokuwa kwanza kua taifa lolote, tulikuwa katika giza. Haleluya, haleluya! Bali sasa ni taifa la Mungu. Sema mii taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Ngoja nikwambie, acha kujihukumu, acha kujiwazia, acha mabaya Acha kujichukia hapo. Kwanza hatukupata rehema, lakini sasa tuna rehema. Sasa tuna rehema, maana yake nini? Sasa tuna msamaha, na kama tuna msamaha, tunatembea kifua mbele, maana sisi tunaitwa taifa na moko. Mshangilie Bwana kama iye, nasema mshangilie Bwana.